Sasa, pointi uh, ya hey, pili, kumekuwa na, na uharibifu sana katika mfumo wetu wa uwakilishi. Nazungumzia majimbo, majimbo ya uchaguzi. Tuna majimbo 264. Hayo majimbo yametengenezwaje na kwa sababu gani ako katiba inasema majimbo yatengenezwe namna gani, na hiyo njia ya katiba ya kutengeneza majimbo iko sahihi kiasi gani, na shida ni nini? Hayo majimbo 264 yametengenezwa kwa upendeleo mkubwa sana, kwa upendeleo upendeleo kati ya Tanganyika na Zanzibar ni moja. Upendeleo kati ya miji na maeneo ya vijijini mbili. Upendeleo kati ya mikoa na mikoa tatu. Na kwa ujumla wake upendeleo huo umevuruga kabisa dhana ya usawa wa uwakilishi wa umma na umevuruga umevuruga we, eh, eh, haki ya vyama vya upinzani kupata wawakilishi. Sasa nisikilize kwa makini, katiba yetu inasema majimbo ya uchaguzi yanapata tume kwa kuzingatia vigezo viwili, vigezo viwili. Kigezo cha kwanza kinachotumika kugawa majimbo ni uwepo wa miundombinu, barabara, njia za umeme, maji eh, na vitu vya aina hiyo reli na vitu vya aina hiyo. Hicho ni kigezo cha kwanza. Kigezo cha pili ni hali ya kijiografia. Hali ya kijiografia ni nini? Milima, ni mabonde, misitu, eh, maeneo ya ukame, eh, maeneo yenye mvua nyingi, eh, eh, hali ya kijiografia.